Wakati JKT nataka kushuka, nilihakikisha napambana kwa nguvu zote kuona kwamba ifanye nini haishuki, lakini niseme ukweli kabisa na JKT, lakini JKT wenyewe wameamua kukaa pembeni tu, hawakutaka ushirikiano aina yoyote kuko pinda pinda kidogo unajua namna kumosha. <coughs> ndugu zangu ajeketi, niwaombe mechi zilizobaki tano sita, kutengeneza mipango juu ya kwamba timu imehamishwa imepelekwa Tanga, lakini sisi bado tunaamini kwa msajili wake Ki, Cheze, Kiluvia mwakani yende ligi kuu maana furuchu furuchu safari, tumetaka tuizuie kwanza isishuke tutengeneze mipango. Watu wengine wanasema bwana, kwa kutoa pesa kwa hapa kwa... Kiluvya kwa sababu gani? Korefa, vyote vilabu vya kwake, sio klabu moja. Sisi kazi ya kwetu kutazama kwamba kiruvya haionewi bwana, ndivyo sivyo? unapata uonevu wote kwenye Yo, ligi kuu, hiyo ligi ya kwanza, ana uonevu ndo kazi yako ipo, vigisu vigisu sinu nini? Hamna, umebaki ligi daraja la kwanza, wakani unakwenda ligi kuu. Uongozi wapo, wakiletwa mikwamo, tunaambiana washtaki, tunaambiana tunakaa chini, tunakatua tunakwenda mbele, na likitokea jambo lolote huko, na waombeni sana, msianze kutangaza mabaya ya ndani. Hii ni jambo baya sana, maanake mtu anaweza kupata hinti ndogo tu bana kuna jambo fulani, si kiongozi fulani shanvamo, usiome. Ukishindwa katika chama chako cha wilaya, njoo katika mkoa. Sisi tupo flexible kabisa kwa kupokea. Wakati sikiliza, hoja ina msingi na nini. Nia yetu moja ni kujenga tu, sio kubomoa. Timu yetu ni chini kama COREFA tulivyo, ukasema hapana, utengeneze Mekatu, na, ya mekaa kauku leo Mlandizi yapo. Mungu akijali, mebakisha michezo hii iwe mabingwa wa ligi ya wanawake Tanzania mwaka jana umekuwa nafasi ya pili. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mipango yao na ubora wa wachezaji na timu, wa chezo mitano washocheza mitatu wana pointi tisa. Ombakisha michezo miwili wambakisha na Iringa na Kigoma, wakiwapiga watu wawili hao, wao ndo mabingwa wanaibuka kidedea na pointi kumi na tano. Timu iko ndani ya wilaya yenu, na waombeni nyote, nipo chini ya miguu yenu, tuisapoti kwa hali na mali. Umeshindwa kutoa chochote, uwepo wako tu ni mchango Mchango wa mtu sio pesa tu, na kiongozi usije ukasema bwana mtu fulani achangie, hapana, ukaona kwamba thamani ya kwake ni kuupa wewe pesa, hapana. Kila mmoja na mchango wake. Huyu ana maneno, huyu anaandika, huyu anatoa taarifa, huyu anakupa sapoti, anashangilia, huyu anabeba jezi, huyu mwingine anasema, anaimba tu mwanzo mpaka mwisho. Umeelewa? Hizi zote ni hamasa na sapoti, tusianze kujibagua. Tumewachagua leo hii hawa sasa hivi baada ya kusema kiongozi gani yule, bwana mjinga, tufala, tuna mpango wote, mimi ya kwangu wachache, ndugu zangu, hizo haya. Na nilisema mwanzo kwamba sina interest ya kusema mtu yoyote na muhitaji fulani ili akipita yeye aje kunipigia kura. Hapana, sina mtu yoyote kati yenu hapa ambaye nilikuja nikamwambia au nikamsapoti. Kweli uongo? amepita wenyewe, mmenini wenyewe, wajumbe wapo wamekuchagueni wao wenyewe. Si ikatokia uchaguzi wakasema, alitengeneza kabisa jeshi lake mapema, huyo apate kuingia mkutano mkuu akapiga kura. Sipo hivyo, na mimi hata na viongozi walioko ndani ya COREFA pia hawapo hivyo. Lengo letu lengo letu ni kuwa na, na mpira unachezwa nami, mpira naupenda kwelikweli, naupenda kwelikweli mpira wala usijue wengine wakisema bana, yule sinongoza ni katiba.